Tarehe 22 Oktoba mwezi wa kumi ni siku ya watu wenye kigugumizi duniani. E, sasa media moja Tanzania sitoitaja, ilijichanganya ika- siku hiyo ikahoji watu hao kila kipindi waka ni nusu saa ila kiligonga masaa matatu. Kipindi kimeanza pale, watu walikuwa kwenye studio pale, jamaa kasema karibuni sana kwenye kipindi chetu. Uh, nipo na watu leo ambao watajitambulisha, ni kina nani majina, na ni kina nani jamaa. Kasema naii anatoa gaewa fulani, tupate wadhamini, akirudi tamalizia jina lake mimi ni Mkatoliki. Sisi tuna tuna hii kuungama dhambi zetu eh, kanisani, au sio? Sasa napiga picha wale jamaa wale wenye kigugumizi wale, maana wako, tunakaa kwa foleni, anaingia huyu, anakuja huyu, kwenye kigugumizi wale, unataja dhambi zako pale, nime Padre anambia ruka hiyo dhambi, taja inayofuata.